Hapa nasema, katika suratul Fatiha ina aya saba. Je, mtu anapoanza na alhamdu pekee, bismillahi akaisoma kimoyomoyo hapo amekosea? Na kama hakukosea, kwa nini sisome kwa dhahir? Jawabu ni kwamba sisi tutasema kwanza, wamekhtalifiana wana wachuoni kuhusiana na suala la -eh, bismillahi rrahmani rrahim

kama vile ambavyo Mtume alikuwa katika mara nyingi katika swala zake akiswali jamaa katika wakati wake mara nyingi, lakini imethibiti katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katika Sahihi Bukhari, katika Sahihi Muslim Bukhari au katika zote mbili, kwamba Mtume alikusanya swala ya swala mbili, dhuhri na asri, maghribi na isha, pasi na udhuru wala mvua, pasi na maradhi wala mvua wala safari, yani bila udhuru wote kisheria. Kwa hiyo imetokea katika baadhi ya nyakati

Kwa hiyo swali la msingi limekuja. Je, kwa nini sisi isisome katika kudhihirishwa? Jawabu lake ni kama laotangulia kusema kama ikhwa, wanaziada inshallah atakuja kuifafanua baadaye katika maelezo yetu, baada ya maelezo haya sema. Je, inafaa kuswali sunna baada ya swala al-fajri, baada ya swala al-fajri kwa yule al ambaye amepitwa na rakaa mbili za alfajiri? Basi ataswali baadaye ataswali baadaye baada. Kadhalika swala zile ambazo zina asbabu kama wanavyozisema. Je, mnyama yeyote ambaye wallahu aalam, jamaa yote ambaye ni halali kuliwa akiwa na ujauzito anafaa kuchinjwa? Mi sijaona mane, wallahu aalam, kwa sababu zimekuja katika maandiko ya wanaochuoni, vile vile zakatu aljanini, uh, zakatu ummi kile kichinjo kilichochinjwa yule mnyama aliyekuwa tumboni ni kichinjo cha mama yake, yani mama yake vile alivyochinjwa, naye tayari amekuwa naye, amekuwa halali kuliwa, kuonyesha kwamba yafaa kuchinja mnyama aliyekuwa na ujauzito na kile kilichokuwa tumboni pia ni halali kuliwa, wallahu aalam. Lakini hivyo ndivyo ninavyozungumza, nadhani kuna nasi katika ile hadithi diko mingine ni midogo sana. Je, kama mimi ni mwanafunzi ikatokea nimefanya kosa kwa kujijua au kwa kutokujua, alafu mwalimu wangu akaonyesha kunikemea vikali na kunikunjia uso au ikafikia kunifungia kuingia darasani hapo, kuingia darasani hapo, kunifungia atakuwa amenipa nasaha na, na akiniwekea chuki ni sawa? Sisi tunasema mwalimu anajua hali atakana aziangalie hali za, za wanafunzi katika hasa katika masuala ya utoaji wa adhabu, au kutaadibu kwa ujumla, kama mtu mwingine <coughs> sawasawa, ni kuzuiliwa kuingia darasani kutokana na maslahi kwa wakati huo, basi azuiliwe kufanya hivyo, na mwanafunzi hana haki isipokuwa kutii katika hilo au kuomba msamaha. Lakini mwalimu anaweza akamzuia mwanafunzi asiingie darasani kwa sababu ya utovu wa nidhamu, tashwishi na mengineyo, ana haki ya kufanya hivyo kwa sababu ya taadibu. Kama atafanya hivyo kwa njia, kwa njia ya kwamba ni chuki tu binafsi, atapata madhambi bila shaka lakini kama kuna sababu za kisheria au sababu ambazo za kinidhamu ukaona kwamba nikimwachia huyu itakuwa ni sababu ya wengine kuzembea, toka nje bila shaka, ni sawabu na walimu lazima wawe makini katika swala hili lakini, nasaha ni zile zile katika kama vile ninavyonasihiwa katika mambo mingine, kwamba uwe mwadilifu watu wote kama ninavyonasihiana kuwa mwadilifu katika mambo mingine na mingine, basi vile vile katika swala ya usomeshaji ni amana na mingineyo uadilifu katika hili kwa, kwa ajili Allah tabarak wa taala kutokana na uzembe. Lakini, hamna namna ya Allah tabaraka wataala uta mifanya aientu saau aamslaayo narudi vile, vile ile ukhuwa wa kiimani na udugu ule udugu wa Kiislamu unabakia vile vile baina ya mwalimu na wanafunzi yale yanayotakiwa kwa, kwa mwalimu na mwanafunzi kufanyiana katika hali mazingira mengine, kadhalika wanapokuwa darasani wawe katika hali hizo pia, wasikiuke mipaka ya Allah tabaraka wa taala. Lakini wanav, wanav, walimu nao vile vile ni wanadamu, wanaghadhibika, wanakasirika kibinadamu. Kwa watu wakiwa wanafunguliana mioyo ni kheri zaidi, maswali mengine

Swala hili watakuja kulizungumza pia ikhwa baadaye, wakipata nafasi ya kufanya hivyo. Mimi nitazungumza pia kidogo. Bismillah, kuna baadhi ya vitu atakikana sisi tujifundishe, tujue sunna ni kitu gani na ada ni kitu gani, mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyafanya, eh, kiwaumbili au kiada ambayo si taabudi eh, na mambo ambayo ameyafanya kwa njia ya taabudi Haya mambo yana umuhimu kuyafahamu na kutofautisha. Swala la kuvaa kofia ni jaiz, naweza kusema ni jaiz. Wallahi siwezi hata moja kwa moja kusema kama ni sunna, bali nasema ni jaiz, iwe ni katika sala au nje ya sala. Katika baadhi ya maeneo, mtu kutembea hasira ras, kichwa wazi anahesabika kwamba amekhalifu murua, kwamba kinyume na hishma na murua. Kwa hiyo katika uchambuzi na mambo ya ufuatiliaji wa hadithi, kwa watu kama hao wanakuta wanapuuzwa, hasa kwa wale wenye kawaida ya kutembea vichwa wazi, ili katika uswala, upande wa kofia ambazo tumezuia kuzivaa. Na vile vile, ukiangalia sasa kitu kingine, ukija katika mavazi kama ya kofia, katika urfu ya Waislamu walionayo, utakuta ni shiari ya Waislamu kwa sababu ndio mavazi ya ahlul khair wal ilm wal fadl. Mtu kuvaa mavazi kama hayo ni bora, kwa sababu kuna takthiru sawadihim, ukithirisha jambo hilo pia na kuonekana watu wako wengi, na hivi ndivyo takikana watu wawe katika masala ya mavazi na masala mengineyo. Kwa hiyo hatuwezi <coughs> kusema moja kwa moja kwamba ni sunna, kwa sababu huwezi kuthibitisha kitu kwamba hiki ni sunna watu watekeleze si tunasema ni katika mambo ambayo ni mubahat, bali ni jaiz kwa mtu kufanya hivyo, ni mubah, ni katika ada zilizokuwa bora kwa Uislamu. Ama masala ya kuvaa shati na suruali, hasa hivi mashati haya na suruali hizi ambayo tunazivaa sisi, utakuta zabana mtu anaonyesha mapaja yake yalivyo na sehemu nyingine ambazo siwezi kuzitaja. Utakuta mtu amevaa, amechomekea vizuri lakini katika mazingira kama hayo kusema ukweli si sahihi. Na wengine wanafanya ujasiri mpaka anakuja kuswali katika mazingira hayo, swali membana eh, inaonyesha tafasili ya mwili wake yani, ule mikato ya mwili wake ulivyo sio sawasawa, si sahihi. Eh, Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah taala nakumbuka kuna fatawa ameitoa kwa mahali gani, ameuliza swali hilo, akajiuzisha kuvaa nguo kama hiyo aliuliza, lakini kwa sharti la kuwa iwe ni nguo ambayo ni fadhfadh, yani nguo pana isiyo isiyodhihirisha mwili wako, yani sio bana katika sehemu zako za mwili. Bila shaka suruali tunazozivaa sisi ndivyo ziko hivyo, yani ziko katika tofauti na hivi anavyoeleza bin Uthaymeen, rahimahullah na sawa sawa kwa talib al-ilm na wengineo wajilazimishe hivi, wavae nguo ambazo wanavaa Waislamu ahlul khair. Leo waonaje? Mfano, khatibu amekuja hapa juu ya mimbar, amevaa suruali na shati, amechomekea mwenyewe, mtasemaje? Nini, nguo gani sasa hizi? Apige kiuni hapa na kati ya mwenyewe na suruali, kiuni vipi sasa? Ndio shoko ni nguo zisizopendeza. Sikio, khatibu amekuja na suti yake safi kabisa Kaenda kuchukua jana, tuko kwenye showroom, kaingia kachukua suti yake safi kabisa, kuja hapa amepanda juu ya mimbari, assalamu alaykum, atoa atoa hutuba au atusalisha bwana suti zake. Wewe unaonaje mazingira kama haya sasa? Sijui kaona kwa imamu tu au kwa khatibu. Ndivyo takikana watu wawe katika khairi kama hivyo. Mwingine asingizia sasa, kanzu bwana zachafuka haraka. Nunua kanzu nyeusi nyeusi, kama udongo mwekundu, nunua kanzu nyekundu. Hmm. Hazina rangi. Ina rangi. Havilingani na, na sisi. Wazee watu wazima na wanasi katika hilo jitahidi ni kuvaa mavazi mazuri. Wallahi, hapa msikitini watu kivaa kanzu na vilemba kama hivi au na kofia zao. Tunapendeza, pana kuona heshima. Sidhani kama wewe wakati unakwenda kuoa unavaa suruali vyako Wakati huo ndo mashehe wamekusanyika ndo utakao kupewa mke, waingia na kijisuli chako umetomekea, utaonekana wewe ni mtovu wa adabu, si ndio? Si ndio? Unavyoona watu wanasema, ah, huyu bwana vipi bwana, kaja kile shati chake hapa. Watafuta kanzu, hata kama ya kuazima, wala mali na lazima kanzu. Unaona sasa kwa nini? Kutokana ile ile kiada tu inaonekana kwamba ni vazi lilikuwa na heshima. Sasa kitakapokuwa nguo tena imekuwa tofauti na hivi, nguo ya bana inaingia katika swala uharamu sasa Haram. Mavazi mavazi ya makafiri wachukie. Haya, kama vile wanavyovaa mashehe zetu aalimu wetu katika nguo sawa sawa. Tuvaeni mavazi haya khair. hkheirwanawachuoni wote wavaa hivi. Na sisi tuvaeni mavazi haya tutahihirisha Uislamu wetu tumekuwa wengi Alhamdulillah. Khair ni ishara ya khair wlla, kwaio masala haya nimesema ihwatakuja kujibu ukiona kwamba kuna haja ya kufanya hivyo.